Mechi ilikuwa sio nyepesi, mechi ilikuwa ngumu. Cha kwanza, mpinzani wangu hajawahi kupoteza hapa Tanzania wala hajawahi kupigwa. Ana mapambano saba, sita yote kwa mbili, satu kwa KO na moja ameshinda kwa pointi. Kwa hiyo mi ni mtu wa kwanza kumpiga au mshikaji huyu. Kwa hiyo ilikuwa sio kazi nyepesi ndugu zangu, ilikuwa ni kazi ngumu. Ni mshukuru sana Kelvin Ngedere, sema kutokana na ngedere wake jana tulikesha, tumekata miti yote, tukasema leo Ngedere hawezi kuondoka, hawezi kutamba. Kwa hiyo tumembwaga katika viwanja vya fit viwanja vya Superdome Masaki. Baba, jana, uliambiwa kwamba ubaya unautaka utaupata, leo ubaya umeupata au amebahatisha? Mi naona fight wenyewe umeiona, na mashabiki wote kutoka Magufuli kutoka wapi, wote wa ndani ameiona maelewa hili pambano. Mi sijapoteza ila kwa kwakwe kwa nyumbani sawa. Ukiangalia, kuanzia raundi ya kwanza mpaka raundi ya tano nimeuongoza lakini knock down ndio imeniangusha, sio shida, mimi ni bondia. Alafu napigana fight hii sikupata usimamizi vizuri, yani nimetreni tu kisela sela. Sasa naamini fight inayokuja kazi. Oh, fight inayokuja kazi yanayo. Nimeona kama mara mbili mara tatu kiatu kilikuwa kinakuletea changamoto. Je, ni sababu moja wapo pia ya kupoteza pambano au hutaki kupeleka sababu kwenye kiatu? Umekubali umepigwa kama kawaida tu. Unajua, ukio kama bondia utakiwe kuwa na sababu. Mi si nimepoteza, si nimepoteza mwenyewe, nimepoteza. Ila mi nataka limeishi Abdul Ubaya, ila nimemwonyesha Ngedere ni nani hapa nyumbani. Kabebwa hapa nyumbani, kabebwa. Ukitaka kujua kama mi bondia, muulize bondia gani Tanzania aliocheza naye mgumu kama mimi. Angalia sura yenyewe itamaniki hiyo. Sawa, Mafia wamesema mwezi wa nne wanawapa nafasi, mnapanda tena au Ngedere utakula kona kwenye miti? Mwezi wa nne ni mbali sana.